sana. Sasa usipoongea nitapalala kweli. Najua Jumatatu haji juma, mimi niko mbio mbio, zile ambazo wasizione, hujaona mnango wakuchoana. Naelewa kazi zako, naelewa sana, lakini yani kipindi hichi ambacho tumekuwa nacho, yani nashukuru Mungu na psshna furaha sana, na furaha kwa sababu yani mwaka huu na mwaka uliopita, yani mambo yenyewe hakuna kukosi hakuna. mm -hmm. Kabisa cha msingi ah, hapa mke wangu kushukuru Mungu sababu kupanga bila kumhusisha Mungu ni kazi bure, okay. Na kwa sababu tulimhusisha Mungu tangu mwanzo basi miradi yetu ya maendeleo yote inafanikiwa. Na mimi nashukuru sana kwa sababu ya jitihada ya zako yaani, nashukuru Mungu kwa kunipa mke kama wewe ah, nashukuru sana mm -hmm. Ah, mimi, mimi kwa ujumla tunasema tushukuru wote mm -hmm. Na mimi nashukuru maana unanivisha nguo hata kabla sijafa, we si binafsi na si mnafiki. Mungu naye ametuwezesha, ametupa connection, connection ya watu ambao tukitaka misaada kutaka nini tunafanikiwa, ndo maana miradi yetu ni rahisi kutimia mm -hmm. <laughs> Yaani kweli. Yaani kwanza kwanza kuhusu hiyo miradi hii. Mm mhm. Wakumbuka ile shamba la wakati ule? Yaani vile ulivyoenda mbio, tulivyoenda mbio lakini wewe ndo ulienda mbio zaidi. Yaani mpaka tukalipata. Ah, Mungu sana. Sema kweli, mke wangu ni Mungu tu yani. Kila yani nilikuwa sina hela kweli. Lakini kila ninachofanya nikimwambia huyu fanye hivi, mwenyewe anapata pesa. Hata sasa na, najua mtaji ule mwingine pia uko kwa process na nitafanikiwa inshallah, na lakini zaidi yote, mi nakushukuru wewe, mke wangu. Jambo la kwanza, wewe umebarikiwa busara, wewe umebarikiwa tu kiwiliwili tu kizuri cha kupendeza, u mrembo, yani wewe pia ni mchapa kazi, yani isingekuwa wewe, tusingefika mali, tumefika nasi. Mnafiki we ufichi mambo naongea ukweli, ndio maana kila wakati napokuwa mimi nakufikiria tu, wewe mawazoni ni wewe, napopumua ni wewe, nikitaka hata nikiwa kazini tamani kuja haraka nyumbani, na napofanikiwa kwa ajili ya kufanya jambo nakufikiria wewe na maendeleo yetu kwa mimi Thank God, I, kwa kunipa mke mzuri, asante <laughs> nakupenda sana <laughs> kupenda sananakilammeangu <laughs> kuna jambo kidogo ndo lanisumbua. Jambo gani? Nimepata ujumbe kutoka nyumbani kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa <coughs> kuna nini nyumbani? Wamjua ile dangu mdogo ile mwenye si mwenye nilipata, namjua sasa, kidogo hali yake ndio si nzuri. Kwa upande wake kuna yule mtoto mtoto wake ule mdogo general la melazo. Ah, ni mgonjwa asa. Ni mgonjwa hajisikii vizuri kabisa na alivyokuwa akinieleza yaani, kama hali yake haiko nzuri kabisa asa. Chamno, chamno zaidi ni kwamba bado hajaanziwa matibabu sasa. Hili ndio swala la kumpiga simu kwamba amesema anaomba msaada wetu sasa. Mm, mimi nikaona si vema nikae nalo, nikuelezee mume wangu, tuone tunamsaidiaje kwa sababu kuna kiwango cha pesa chatakikana ndio mtoto aweze kutibiwa. wanahitaji pesa ngapi? Yeye yeah, alikuwa amenambia shilingi kama elfu kumi na tano kumi na tano elfu mm hizo. -hmm. pesa nyingi. Kwa hivyo naopata hizo pesa ndo matibabu yaendelee, kwa sababu sasa hivi mtoto bado hajatibiwa na hali yake si nzuri. mke mm, wangu hali basi, ndivyo nilivyoona tae mimi, sina sinani, nikiulizwa sungani, yani sina chochote, nimecharara mibaya sana, kama unajua nimejaa madeni, halafu sitoshe, tarehe tarehe tarehe ni mbaya, leo tarehe kumi na tisa kumi na sita nii tarehe, hata huwezi kuambata mkopo ukapewa, na si wenyewe, hatuna mimi, sina akiba, si kama wewe ushawekuweka akiba basi mimi mwangu sina, ndio maana nimekwambia wewe yani. Huko basi, huko at least uko kazini kwenye kazi zako, ama marafiki zako, at least waombe hata kama ni mkopo, ili yule mtu aweze kutibika. Hali yake sio nzuri kabisa, yaani mimi hivi navyokwambia, huko marafiki zangu hatuwezi kwenda, hatuwezi kwenda kwa sababu, au wanatutazama sisi tulipe. Unajua hii miradi yote tumefanya, hata Mungu connection, connection, ametujalia na marafiki, tumekopa pesa kule, tukafanya miradi yetu. Sasa kusema kwamba niende kule ni ngumu, ndio maana kwa kuuliza kama una akiba, na kama vile huna, sawa, hakuna shida. Na yule shemeji yetu mkubwa vipi yangu? Jamani, kwani umesahau? Pole pole, umesahau oh. Na basi basi, mimi nilikuwa nafikiria kama we una akiba, uambie hao kwa dada yako, atafute kwa kukopa. Najua pengine anaogopa tu atalipaje. Atafute, atafute kwa kukopa kwa jina letu, afu sisi tutalipa, hata kama ni mwisho wa mwezi. Maana mimi sina sinani, nikiulizwa siungani, hapa nilipo mifugo yote ishatoboka, sina jinsi. Pole, nimekuboesha tari

Ujambo salama. Umevaje? Eh, hivi nawe uh, nip... uh, ka mm? ni kuna unafungaje? Sasa njia nzima ulikuwa hivi. Acha hebu, hebu funga vizuri vizuri, funga vizuri. Karibu sana. Eh, lakini niambie za huko uliamua kabisa ukiende uende kabisa, yani usije mm. Ama pia wewe umeshikwa na uzee, na mimi najua mtoto mdogo tu. <laughs> Mbona <tutu> unaonekana hauko mchangamfu kama kawaida. hapa si mgeni, na kila ukija tunajua jinsi unavyokuja hapa, na leo iko tofauti sana. Niambie, kuna shida gani? Sindi, shule huendi shule kwa nini, kwa nini huendi shule? Baba, amenganana sana mama pia ameenda, lakini inakuwa ni shida sasa, Jacob. Wanajaribu bila kuniambia mimi, na umekaa nyumbani. Umekaa nyumbani kwa muda gani? Nataka nijue kwa nini hujienda shule na kwa muda gani? Wiki moja sasa? Wiki nzima? Wiki nzima, Jacob? Yaani siku ya kwanza, ya pili mpaka wiki nzima, nzima ikaisha? sababu umekuwa nyumbani wiki nzima. Kisa na maana ni nini? Shida Jacob, niambia sababu. imekuwa choka nyumbani wiki nzima ni nini, nini? Yes, sikofis ndio zinakuweka nyumbani wewe siku hizi sababu ya yu, Mekaro, Kalo, wewe kukaa wiki nzima bila mimi kujua ni nini? ya shule so school fees ndo zimekuweka nyumbani. How much shinga? So elfu ishirini na moja Jacob, ndo imekuwa nyumbani, mimi sijapata taarifa yote wiki nzima. Tena mbona unaniambia? Yaani siku hizo zote umebaki nyumbani, leo hii ndio mekumbuka kwamba una kakako. Mimi niliwaketisha mkutano wa mwisho mimi kwa na nyinyi. Niwaambia mama na wewe, kama kuna tatizo lolote mniambie, mnipigie simu. Kama mtanipigia simu, njoo mara moja au mimi mwenyewe nitaweza kuja hapa haraka haraka sana. Nitatua maswala. Sitaki uteseke kama mimi niteseka. Nikuna nyamazi mpaka wiki nzima. Sasa wewe unaniambia hata leo unapoenda shule utakapa rafu vipi wiki nzima? Masomo ya wiki nzima hayo yote umekosa nikifikiria kwamba ndoto zangu ambazo mwenye kuua ndoto zako ni wewe mwenyewe kwa sababu mimi nina simu ukinipigia hakuna siku utakuwa mteja jambo la pili hapa hapa kwa wazi sijahama mimi maana hapa nimejenga ni kwangu kuna shida gani ilikufanya wewe mpaka ukabaki nyumbani kwa sababu akaro na mimi niliwaambia kama kuna tatizo mniambie mbona matatizo yako yote yote ya nyumbani mimi natatua kila nikipigiwa simu mimi natatua Natoa pesa zangu na kisha kwamba uko sawa nyumbani. Sasa hii bila karo hujaniambia. Okay, I'm telling you this. I want you to go home. Uende nyumbani ukajiandae urudi shule I'll send you the school fees plus pocket money. Wakati kuna shida hata sekunde moja si ya kupoteza. Niambie mapema. Ikifika weekend kama hivi najua Jumatatu naenda ukarejeshwa nyumbani kwa sababu ya karo, niambie mapema ni solve. I'm here to solve your problems. Sitaki uteseke jinsi nilivyoteseka mimi wakati nikisoma nipitia. That's why we want our parents to be comfortable, na wewe pia usome bila shida. Hapa nyumbani hapa hapa na shida, hata ukinikuta mimi sawa, ukimkuta shemeji yako pia sawa, matatizo yako yatatuliwa, ni sawa. sasa, sasa, sasa. Sasa mi sitaki hapo, keti sitaki uketi, maana hiyo pesa naituma sasa hivi kwa mama, naituma sasa hivi. Mesema shingapi? Elfu moja hiyo ni pesa kidogo, sio kwamba wewe ah, ata... ukae hapa sawa. Sasa ongezeana hii, uwahi haraka sana, nenda ukajitayarishe. Mimi sitaki watu kukaa, ni sawa, nitatuma pesa huko. Ni sawa? Ah, sawa, sawa. Wewe wasalimia huko, lakini sitaki uzembee sawa? Maswala ah, ah, elimu mimi ni hapa kipaumbele kabisa. <tune> Mama libadisha namba Tayari zipoteza wiki nzima nyumbani bila kwenda shule. Sasa nimemtuma aende nyumbani haraka haraka, na mimi namtumia mama askufi zakamtolee aende shule. Mimi kama kuna jambo la stress nisho za huyu kijana. Amekuja hapa, ana wiki nzima nyumbani hajaenda shule na matatizo yote anaambi, umenipigia simu nikihandle mambo mengi sana lakini, ila yeye kwenda shule anaambi. Yaani, unaweza huyu kijana amekaa nyumbani ah, wiki nzima bila kwenda shule, kitu ambacho mimi sijapenda kabisa. Angejua vile mimi niteseke, nasitaki huyu kijana ateseke. Sasa hivi nataka tumie fees pesa kidogo zenyewe, basi wanakaa nyumbani, yaani hata sijui, pesa kidogo mpesa ngapi? elfu ishirini na moja tu ndio zakuwa kaiti nyumbani mpaka sasa hivi, John, elfu ishirini na moja. John, elfu ishirini na moja, mimi nimekomba ngapi pale nda, nimekomba ngapi pale, mume wangu? Wewe mimi wewe? Mimi si ni mke wako. Angalia, kwetu ulinichukua na madhumuni ya kwamba nije nikae mke wako. Kwa hivyo kunileta hapa basi ni kwamba siwezi kushirikia familia yangu pia mimi. Wewe unanichukuliaje ya wewe mwanaume? Yaani elfu ishirini na moja na sio unasipana kwa ndugu yako. Kwa hivyo mimi kwangu si muhimu, si ndio? Listen to me. Familia yangu si muhimu kwa Listen kwawe. to me. Patiana tu ziende shule. Wakati nimekwambia kuna uhai pale ambao unakaribia una, una, hata una, unaweza kufa mtoto. Listen to me. I am the head of the family. Apart from that, we plan matters with priority ndugu yangu alikuwa akisoma tayari kabla y mambo ya mgonjwa yangeingia. Kwa hiyo acha tusolve hii kwanza, baadaye tusolve mambo ya mgonjwa. So hii yangu si si priority, si ndio? Hiyo ni jambo la msingi? Inamaanisha kwamba niache familia yangu huko kando, nikusikize wewe, na wewe familia yako, si ndio? Sijasema hivi tena? Umekaa hapa tukimwambia kwamba kila chochote mtakachotaka mimi niambieni, umekaa. Kwa hivyo inamaanisha unatuma tuma tuma pesa tu huko nyuma, si ndio? Kila kitu anatuma pesa. Wakati mimi nikikuomba hapa, swala la, like, Nimekuambia uhai wa mtoto wa dadangu, hasikii vizuri. Hiyo ndio muhimu. Wewe una swala elfu ishirini na moja. Yaani, Yaani wewe tumekaa pale ndani. haujatoka kwenda kokote. Umesema hauna pesa. Hizo elfu ishirini na moja umeshtoa wapi? Na hujatoka nje kwenda kokote kutafuta kazi. Umeshtoa wapi? Yaani yaani yani wadoku... wewe sijaimagine nikamwendea kwa hivyo. Nimetoka kusifia pale na sasa hivi pale kwamba wewe ndio mwanaume, sio nini, sio nini, yani ndio Umejishusha hadhi kabisa yani wewe. So Sipa, wajuta kunisifu, si ndio? Yaani najuta, najuta kabisa. Eh, yeah, wajuta. Wajuta hey, si ndio? Wewe unakulifanya nini hivi? Alafu nimekaa tu hapa. Alafu una bana shilingi 500 pale pa kutembea hapa tu karibu hapa. Shilingi 500. Yani unampa mtu mdogo tu yule. Alafu amekwambia ana pesa mfukoni. Ha ha. Hukuta kuliona shema, sema ataka shilingi ngapi. Sema waongeza pesa juu. Wewe Joni kweli. Hivi nikuulize, ni wangapi wa kwangu wamekuja hapa ukawapata kupata shilingi? Si isipokuwa tu ni hizo miaka 500 na dongo ya babangu na mamangu tu hapa. Ndugu yangu yupo ile, alikuja ukampa pesa wewe. Yaani wewe mwanaume ukoje, lakini wewe. Yaani huone umuhimu wa familia yangu, si ndio? Huone. Hivyo ni... only 21000 za kumpa huyu kijana ende shule, ndio naleta hizo so maswala yote au oh, unachimba. Sasa sikiliza, nakwambia hizo 21000 ambazo alikuwa atuma huko. Tunazigawa kati kwa kati. Nini? Ya, kwa sababu pia familia yangu ni muhimu. Kwani? Eh. Kwani ufanye hivyo? Nifanye hivyo kwa ni ni sababu nimekwambia mtoto wangu asikii vizuri hali yake sio nzuri. Sikiliza mke wangu, swala la Jacob kwenda shule si jambo la leo. mgonjwa ameumwa leo huyu. Uh, Jacob ana wiki nzima ajenda shule shule, na sasa hivi anangoja is preparing for the final exam. itasaidia nini kika nyumbani kidogo atana, lakini atakayekufa hai hiyo, kwa nyumbani kidogo ashaka hatari, wiki nzima, my wife We solve one issue at a time. To solve hila huyu kijana ende shule, halafu baadaye tusolve. Hakuna he. Solve one issue at a time. If kama elfu ishirini na moja uko na tuma nyumbani, zigawe kati kwa kati. Au. Familia yangu pia ni muhimu. Najua, lakini siwe hivyo nawe. Ni pesa hii ambayo unataka kutuma huko inatumwa nusu kwa nusu. Eh? Eh, eh. Learn to listen to me. Nakwambia kati kwa kati. Hapa hakuna story nyingi sijui nini. Yaani wewe, yani, we, yani... Yaani unanifikisha kiwango hicho? Si mimi ni mke wako, e, miaka mingapi tumekaa pale ndani wewe? my listen, family listen to me. Ndo ndo muhimu. Shule na uhai. You cannot dictate what I I should do. Mm -hmm. I am the man here. Wewe ndo muhimu shule na uhai tutafanya hivyo. Bila hivyo hakutakalika hapa <laughs> Na hizo pesa zako najua. Najua najua. Pesa zako pini na yako. Usipotuma willingly nazituma. <laughs> nazituma. Eti? Nakwambia nazituma. Nitatuma nakwambia wewe. Maisha haya tunapita mm, mm, na hakuna juwae kesho.